Kwa majina naitwa Shaban Kenga, assistant coach wa Bandari Youth. Eh, last game weekend tulikuwa na game hapa na Dandora Youth. Tukaenda kushinda 6-0. But ni effort tu ya wachezaji na technical bench penye wamewakia hiyo week. Nafikiri watu walikuwa na off ya 2 weeks December. Tuka resume on tarehe 5 January. So, watu wakapush na watu walikuwa focus. But na nashukuru vile management wanatupa support ndomaana mwana hiyo results imekuja, yani una surprise, yani watu hawakutarajia, but tulikuwa kia sana hiyo k tukitoka holiday ya, ya December. Mm -hmm. So, it's tough games away. Hata performance yetu ajakuwa nzuri, games zetu za but bt eh, tumepata experience ya kutosha. Tumeenda game tatu away sote mm -hmm. Game moja tumedraw gem bili tume. This time tunajaribu kuweka mikakati kidogo, tuangalie way. Okay, ni ngumu but vijana uh, tumewa train fit na tumapa motivation ya kutoshasa. Hatuna kesi yote, labda ilikuwa ile kesi ya gemu yahome, nanafkiri Saina management sainamanaement marafiki least tuone hizo tumekuwa awarded kwa sababu ilikuawa ni clearly ilikuwa tumeshinda hiyo game, but opponents walianza kuleta ujanja ujanja mwingi. After hiyo game ya weekend ya 6-0 alienda kuperform fit, so alipomuona alikuwa impressed na performance yake, so akamuita huko aliste, amwangalia kama anaweza msaidia, kwa sababu coach amekuja amesema line ya forwards hapo senior kidogo inampatia, ina shida so ameona yule anaweza msaidia, so tumemrelease aende pale angalie bahati yake, you never know. Yes. kuna wale maplayer ambao mlikuwa mnawaangazia angazia kidogo, kama wanaweza wa join hmm, progress yao iko vipi, ama mshamalizana nao? Tukaona maplayer wingi wamekuja kujaribu, wengine tulikuwa tume note kuanzia hiyo December, so tukana maplayer kama 6 hivi tuna waangali, angalia, but koshua kama maplayer watatu wanne tuta watatu join hii, e, January ndio kifunguliwa. Yes.